Kangeta Kilimo, Kangeta Kilimo. Ah, huu ni mtego wetu kwa ajili ya kukamata nzi wa majumbani ambao unakuwa ni mtego ambao katika mfumo wa stika, lakini unakuwa ni mfua ambao unakuwa tayari una una hormones ambayo imeweka ambayo inaweza kuwavuta kwa urahisi na kuweza kuwakamata nzi wa majumbani. Mtego huu unaweza ukautumia sehemu tofauti tofauti, kwa mfano kwenye migahawa Unaweza ukautumia kwenye mabucha, mabanda ya mifugo. Kwa hiyo hii mitego yetu inafanya vizuri katika sehemu hizo. Sehemu ambazo utakuta kuna mkusanyiko wa nzi, basi unaweka huu mtego na unaona jinsi unavyokamata nzi hawa. Hawa ni nzi wa majumbani, housefly. Unaona. Kwa hiyo si mziite jamani kama mnavyoona, sifuri saba kumi na saba ishirini na saba arobaini na tatu themanini na saba sifuri saba kumi na saba ishirini na saba arobaini na tatu themanini na saba Kangeta Kilimo, Kangeta Kilimo.